Bado unasema unalijua? Nalijua vizuri, nalijua Leo lazima ni kufunge leo. Tatu. Leo nakufunga tatu, hii hapa anasema unifungi chochote. Angalie, wow, nini hapa sha kufunga Bawili, tunachelewa, tuwai kwenye daftari la kujiandikisha la mpiga kura. Ile awamu ya kwanza hatukuenda kujiandikisha, hii ni ya pili. Tafadhali Bawili, tuondoke tuwai, tunazidi kuchelewa. Ina faida gani? Haina faida yoyote ile. Ni haki yetu kupiga kura, kujiandikisha katika daftari la mpiga kura. Bawili, twende tuondoke, tunachelewa. Mme wangu bwana, ah ningoja nini? Mme wangu awamu ya kwanza, kitu gani? Awamu ya pili kitu gani? Kwanza, daftari la kudumu lina umuhimu gani? Na mimi halina umuhimu, ni miaka mingi sana nimejiandikisha hmm. Lakini sina umuhimu, sijui umuhimu wake nini hmm. Sasa baba, tushaelewana kabisa na mama, si ndio? hapa hmm. Mchongo nini kwenda kujiandikisha kule kwenye daftari la kuja kula? Basi tusipoteze muda, haya madude hapa tutacheza hata nyumbani, tutakwenda si muda si mrefu. Baba na mama tu, tu Yenye watu wazima jamani, kweli tumeelewana, asubuhi tunatoka tume nyumbani, nyinyi mnaenda kujiandikisha, sisi tunaenda kuhakiki majina yetu. Baba na mama. Nyinyi si watu wazima nyinyi. Na asubuhi tulielewana kabisa. Nyinyi, kwa sababu awamu ya kwanza mjaenda kujiandikisha. Au vipi? Hii awamu ya pili mnatakiwa mwende mkajiandikisha kwenye vituo vilivyopangwa. Lakini nashangaa baba na mama, mpaka sasa mnacheza club. Haya, tangia lini sisi tukaona tukaona nyinyi mnacheza club jamani. Si vituko hivi. Baba Mama sisi na ndugu yangu Mapendo tulijiandikisha awamu ya kwanza, na tumepata vitambulisho hivi, na tumeenda kuhakiki majina yetu na picha zetu kabisa tumeziona mama. Na mimi na ndugu yangu tunakuwa wapiga kura halali kabisa mwezi wa kumi, na tutamchagua mimi, kama mimi nitamchagua kiongozi ninamhitaji no mimi. Alafu istoshe zoezi la uandikishaji ni kitu cha muda mfupi tu, ni kufika pale unaandika mwaka uliozaliwa kale ulozaliwa unaona, bwana, unapiga picha ya passport size kisha toka hapo unapewa kitambulisho chako. Ni zoezi la muda mchache tu, lakini mpaka dakika hii wazazi wangu bado eti mpo hapo kwenye draft, mnacheza draft. Hivi mama, draft na mtoto wa kike wapi na wapi, mamangu? Ehe, afadhali, kiongozi huyo kiongozi e, ndio atakuja kuwa mzizi wa fitina, maanake wapi wap na nini? Habari za saizi jamani, kwa nini mnalumbana muda mrefu nimewasikia mnazungumzia habari za kupiga kura. Zoezi la uandikishaji wapiga kura awamu ya pili limeshaanza kwenye kata yetu na mitaa yetu, ndio muda wake wa kwenda kuhakiki taarifa na kujiandikisha. Vituo vyetu kwenye kata yetu na mitaa yetu kwa Mstafa Bustani, Kinyamwezi na Tazara Station. Kwa wale wote ambao walikosa fursa hii kwenye awali sasa ni fursa yao ya pili kwenda kuhakiki taarifa na kuhakikisha kuwa umepata kitambulisho ili uweze kumchagua kiongozi unayemtaka ifikapo Oktoba ishirini na tano. Shime ndugu zangu, nawahamasisha muweze kwenda kujiandikisha, na kwa wale ambao hawakuweza kupata fursa hii kwenye uboreshaji wa daftari awamu ya kwanza sasa waende. Na wale ambao walipoteza vitambulisho, vimeharibika, wengine vitambulisho vimekosewa taarifa zao, sasa ni muda mwafaka wa kwenda kuhakiki taarifa. Kwa wale wa awali vilevile, waende kwenye vituo vyote waliojiandikisha, ili waweze kuhakiki taarifa zao. Kama hutaona jina, tunaomba uende kwenye vituo hivyo nilivyovitaja, ili uweze kuhakiki taarifa zako. Asanteni sana. Ewe mtanzania mwenzangu, kujiandikisha katika daftari la kudumu la upigaji kula ni haki yako. Wai katika vituo vilivyopangwa na ukajiandikishe, uhakiki majina yako ili 2025 uwe mpiga kula halali na umchachague kiongozi unomuhitaji wewe.